Kwenye makala yetu maalum Karondiri anasimulia jinsi maji mengi pasi na daraja eneo tambarare la Moya hutatiza masomo ya watoto. Karibu mtazamaji, ambapo tunaanza na taarifa ya kusikitisha, ambapo jamaa mmoja huko Nakuru amemuua mkewe na kisha kujiua akihofu kwamba mkewe amemtoroka baada ya kufadhiliwa kwa mchango wa pesa na wasamaria wema. Fedha hizo zilikuwa za kulipia ada ya hospitali ya mtoto wao. Kwengineko kwenye tukio sawia, afisa mmoja wa polisi eneo la Embu amempiga mkewe risasi na vilevile kujiua. Lofty Matambo anaarifu kwa kina. Nyuso za huzuni, simanzi na jitimai zilionekana wazi kwa wakazi wa eneo la Freehold, mtaa wa Bondeni, katika kaunti ya Nakuru. Magodorini humu ndimo walimolala Jackson Odongo na mkewe Olivia Osidiana usiku wa tukio hilo, lakini ugomvi ulipokolea kati yao, inaripotiwa kuwa Odongo alitumia kifaa chenye makali akamkata mkewe koromeo na kisha kujitia kitanzi. Naibu OCPD wa Nakuru, Janet Wasige, alithibitisha. Hiyo uh, uh, was was hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. ilikuwa furaha ya mama miezi saba iliyopita. Masaibu yaliyosababisha mauti yao yalianza kama mwanzo wa furaha. Jeremy. Baada ya mtoto wao mchanga wa umri wa miezi kumi sasa kuachiliwa kutoka hospitali ya War Memorial alikokuwa amezuiliwa kwa miezi minne yeah. Runinga ya KTN iliangazia mahangaiko ya mtoto huyo mnamo Aprili mwaka huu Baby Jeremy kudaiwa shilingi laki sita elfu thelathini na hospitali hiyo ya kibinafsi, na baada ya serikali ya kaunti ya Nakuru pamoja na wasamaria wema kuingilia kati ada hiyo ililipwa na fedha nyingine zipatazo laki mbili zikasalia. Hapo ndipo ibilisi akatumia fedha kuvuruga ndoa, ugomvi ukaanza, huku baba mtoto Odongo akidai mkewe alitaka kumtaliki ili atumie hela hizo pekee. She came to me distress. Uh, stress kwa, stress in the husband. So alidai kwamba the husband used to beat him and that's why alikuwa na hama kwake, walikuwa na shida lakini tulikuwa tumekaa chini kama family tukasolve hiyo maneno sasa, hata wakarudi waka, waka kuishi pamoja. Bibi Jeremy bila kujielewa alipatikana akinyonya ziwa la mamaye marehemu, huku nduguye wa umri wa miaka sita akijaribu kumvuta <mimu> Kwenye kisa sawia na hicho jinamizi la mauti liliwaandama wanandoa wengine huko Embu ambako afisa wa polisi kwa jina la Paul Rotich aliyekuwa akihudumu katika kituo cha polisi cha Itabua alimpiga mkewe risasi kisha kujifyatulia risasi kwa bunduki hiyo hiyo na kujiua pia. Marehemu Paul alitekeleza unyama huo mbele ya watoto wao wadogo wa umri wa miaka sita na mwingine mitatu. Mili ya marehemu Odongo na mkewe ilipelekwa katika kituo cha kuhifadhia maiti cha kaunti ya Nakuru huku ile ya marehemu Rotich na mkewe ikipelekwa hifadhi ya maiti ya Embu ili kusubiri uchunguzi. Ama kweli ndoa isipolindwa hugeuka na kuandoana. Lofty Matambo, KTN leo wikendi.